Ninakushukuru kwa sababu wakati ndio umefika, nasaishati asante kwa sababu ya mkate huu ambao sasa ni mkate wa uzima. Uinuliwe katika tukio hili, utukuzwe katika tukio hili. Kwa jina lako kuu sana, ninaomba ukatende maajabu. ukafanye vile ambavyo akili za wanadamu hazitarajia matatizo na shida mbalimbali, magonjwa, vifungo, laana, mikosi, bahati mbaya, kila kitu ambacho ni anli kikaondoke kwenye maisha yake. Tunaanza leo jambo hili kula mkate huu wa uzima, na kila utakapofika ukawa na uzima, vipawa na kalama zikatembea ndani yake kwa jina la Yesu. Nguvu zako Bwana majeshi weka vitu vyao vizuri. Anza kutengeneza na Mungu kila uovu ulionao, pengine huo uovu unaweza ukazuia usipokee kinachokusudiwa kwenye maisha yako. Kaanza kutengeneza, usije ukawa kama Simoni yule mchawi, aliona wenzie wanapa, wanapata neema yeye yeah, akabaki anang'aa macho tu. Kwa hiyo ibada hii isiwe ya hasara kwako, ikawe ya faida kwako. Leo kila matatizo ulionayo yaishe, inagani. Nimekuja na <todos> mkate huu Haijalishi kifungo hicho kimeshindikana, kwa kuwekewa mikono kinaenda leo. Huu ni mkate wa uzima. Una shida kwenye ndoa yako? Umeficha, tunasubiria ushuhuda wako, maana hiyo shida itaenda. Una shida ya mikono, una shida ya kusahau sahau, au dishi lako limeyumba, una tatizo la taabu ya tumbo Umeshikiliwa na wachawi, kuna vitu vinatembea mwilini mwako, leo itajulikana. Mwamini Mungu anaenda kufanya hii kazi. Kila laana itageuka kuwa baraka. Hali ya kushindwa itaondoka <tipos>